Kwa sababu ya tishio la usalama na masharti yale ya kuwa na passport hayakuwa kwa, kwa waliotoka bara tu. Hata wazanzibari wanapotoka ni lazima wawe na vitambulisho na wanapokuja lazima wawe na vitambulisho kwa sababu sabini na mbili tu ndio aliuawa Karume, na wakati ni sabini na saba miaka mitano baadaye kulikuwa na mazingira hayo. Kwahiyo naposema mafanikio yamepatikana, lakini kuna vipindi vigumu vilivyopita lakini ujasiri wa wananchi wa Zanzibar, ujasiri na umahiri wa viongozi, ndio maana mapinduzi yamedumu mpaka leo na yataendelea kudumu kama wanavyosema tutayalinda, tutatetea, tutapigania, tutapoteleya mbali, kama noma aende noma kabisa. <laughs> Nasema yote haya ili tunayojua tujikumbushe tulipotoka na wale tusiofahamu tuyajue kule tulikotoka. Unajua, unaweza ukaishi sasa ukadhani mambo yalikuwa rahisi tu. Kulikuwa na kazi kubwa zimefanyika, lakini jitihada za sasa, turudi kwa hili lilotuleta hapa leo. Muda mchache uliopita tumezindua jengo hili zuri sana la aina yake. Nilikuwa namuuliza kamishna jenerali hivi, hili la wilaya tu na, nadhani kuna maeneo mengine hata ya mkoa haifanani hivi <tapulik> <tapulik> <tapulik> na waziri watakapoona picha hii wasema, ah, yani wilaya tu ndio iko hivi sasa. Mmejichongea wenyewe, mmeweka viwango ambapo sasa jitahidini kuhakikisha kwamba viwango hivyo mnavifikia nchi nzima. Kama ya wilaya iko hivi ha, ni G plus 2 basi, ya mkoa iwe G plus 3 aufo <laughs> so, kwa hilo lakini, mimi nimeeleze kwamba nimefurahi sana, nimefurahi sana kuona hatua kubwa ya maendeleo iliyofikiwa na idara yetu ya, ya uhamiaji. Lakini sio hivyo tu, maboresho ya miundo mbinu. Nimekutana pale, anasema yeye ndio afisa wa tehama Siku hizi mambo digital, hata passport zenyewe digital zinasomeka, ukiweka tu pale zinasomeka. Sasa kama passport digital, lakini wenyewe nyinyi mnaendesha mambo yenu kianalog <laughs> sio bwana, si ndio? Mnakwenda mbele au mnarudi nyuma? Hata hamjaanza na hiyo safari yenyewe, nakuwa kwa nini mmefurahi jengo zuri lakini na mipango yenyewe iliyokuwepo ni mizuri, lakini ilionifurahisha zaidi pia ni kwamba kuna nyumba za maafisa kukaa hapa hapa, wanalala hapo hapo, wanaishi hapo hapo. Kuna mambo niliwashauri tu wafanye pale, maana msipoweka viwango pia vya fani cha mle ndani, mgi anaweza kwenda kuleta kitanda cha teremka tukaze ikawa tabu. <laughs>